Nitakuelekeza namna ya kubadilisha jina pamoja na password kwenye pocket wifi ya Airtel. Nikukumbushe, usisahau kubonyeza subscribe ili kuwa wa kwanza kupokea notification pindi niwekapo video. Okay, utaingia Google Chrome kama unayo kwenye simu yako, lakini pia kwa wanaotumia iPhone utaingia kwenye application inayoitwa Safari, au kwa watu wenye tumia simu za Infinix pamoja na Tecno, utaingia kwenye Google. Sawa, ukishaingia Google, utakuja hapo, utabonyeza hapa juu kwenye search bar utasearch hizi namba 192.168.1.1 and then utasearch. Ukisha search itafunguka hapa. Hapa password kwenye wifi zote huwa ni admin, zote password ni moja, unaandika Admin. Sawa, halafu una login, ukisha login kama hivyo unakuja hapa sehemu iliyoandikwa device setting. Sawa, kwanza utaona device ambazo zipo connected. Hii ni Pixel 7 ambayo imeconnect hapa. Utashuka hapa chini utakuta jina lipo namna hiyo hapo. Sawa, na utabonyeza hapo, utafuta hiyo, labda mimi nitaandika Airtel. Kama utaandika kwa herufi ndogo, utaandika kwa herufi kubwa, ni wewe tu. Password inakuwa iko hapo hivi, unaweza kubonyeza hapo, display password, utaiona kama hivyo, and then utaifuta. Mimi nitaandika hii hapa e, airtel moja mbili tatu sawa. Ukishabonyeza hapo uta apply. Ukisha apply tayari unakuwa umebadilisha password kwenye pocket wifi yako. Nikukumbushe, usisahau kubonyeza neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video yetu kwa ajili ya kupata notification pindi niwekapo video. Karibu sana.